Asalamu alaykum, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Leo tunaenda kupika chainizi ya karanga, yani chainizi iliyokoza karanga. Ni tamu sana jamani. Mimi huwa napika hivi. Kwa hiyo usisahau kuniandikia hapo chini kwamba wewe huwa unapikaje na mimi nijaribu ili tuende sawa. Basi mahitaji yangu nina vitunguu, nina hoho, nina karoti, nina karanga, nina nyanya, nina chainizi yenyewe lakini pia kuna chumvi na mafuta. Kwenye sufuria yangu niweka jikoni, nitaweka um, mafuta. Nitasubiria um, mafuta yachemke kidogo, halafu. Jamani, nina swali, kuna wale wanapenda simulizi. Je, mnapenda niwe naelezea simulizi wakati napika au niendelee kuelezea namna ninavyopika huku video inaendelea? Basi utaniandikia pale chini, nitajua, nitasoma, nitaona maoni yako. Uh, wengi tutawapa basi kwenye sufuria yetu kishaweka mafuta yakichemka, tutaweka vitunguu. Sijui niliangalia wapi, vitunguu vyangu vikataka kuungua, lakini ni vile unapenda. Japokuwa kwenye mboga majani wasipendi vitunguu viive sana, apendaga wastani tu. Hapo naona nilipitiwa. Baada ya hapo naweka nyanya Nikishaweka nyanya zangu nazisigina, kwa sababu zilikuwa hazijaiva vizuri, yani zilikuwa sio zile nzuri sana kwao, nachukua option ya kuzisigina ili zisinisumbue sana. Baada ya hapo, naweka na karanga yangu. Karanga naweka za kutosha, jamani, naweka karanga za kutosha, weka karanga za kutosha ili mboga yako ishike vizuri. Baada ya hapo, uh, naongeza maji ili nifunike karanga yangu ili iweze kuiva. Uzuri wa karanga sio kama Uh, nazi kusema kwamba itakatika ukifunika inaiva vizuri tu. Kikubwa tu huwa unaangalia isishike chini. Basi, kama unavyoona hapo niliweka hoho yangu ili iweze kuiva vizuri. Kuna ile nyingine inakuja kuiweka baadaye kwa ajili ya kutafunia. basi nitafunika karanga yangu, kama nilivyosema, naweka maji. Niliweka maji ili kuweza kusaidia karanga na maji na nyanya ziweze kuiva, ili ninapoweka mboga yangu nisitumie muda mrefu sana kuipika. Basi baada ya hapo, baada ya kuweka, niliweka pia chumvi kwa ajili ya taste. Chumvi utaweka unavyotaka, lakini sasa mboga ya majani haifaiwe na chumvi nyingi kwa sababu ikipoa, ile chumvi yote uh, inakuwa kama umeweka chumvi nyingi, basi itakuwa ni nyingi zaidi. Weka tu kiasi basi. Baada ya hapo, nilifunika kuacha karanga yangu na nyanya ziweze kuiva. Kama mnavyoona hapo, karanga yangu imeiva, na uhakikishe basi, yani ta, karanga ina tabia kushika chini, kwa hiyo usiwe mvivu jamani, usikae mbali, usikae kuchezea simu siwafundishi lakini, ndo hivyo navyojua. Karanga ndivyo ilivyo, ukiiacha ika bila kuikoroga, basi itashika chini, hatimaye itaungua na mboga yako haitakuwa nzuri. Kwao ni vizuri huwe unaikoroga koroga. Baada hapo niliweka chainizi yangu, ambao kama unavyoona imekatwa katwa ni ndogo ndogo, sio kubwa kubwa. Na ukitaka chainizi yako iwe nzuri, basi usikate kubwa kubwa, maana na ladha huwa inakosa. Vizuri ukikata ndogo ndogo inakuwa ni tamu sana baada ya hapo nageuza, afu nikamalizia na ile hoho yangu na karoti, kwa sababu sitaki kutaka iive sana. Baada ya hapo mimi sikufunika niliendelea kuchanganya kukoroga, kugeuza geuza mpaka mboga yangu ikaiva. Jamani, naomba niandike kwenye maoni hapo chini kwamba wewe unapikaje na mimi nijifunze niweze kupika kama wewe. Najua wote tunajua kupika lakini tunatofautiana, wanasema mchele mmoja mapishi mengi. Kwa hiyo kuniambia wewe unapikaje, basi na mimi nitajaribu, nitaona ni pishi gani nzuri zaidi. Na wewe kama unaweza, unaweza ukajaribu hiyo, alafu utakuja utuambia hapo kwenye maoni chini kwamba ulivyopika ilikuaje. Eh, ni vizuri jamani tukaambizana tunapikaje ili wote tuweze kupata maudambu udambu. Basi msisahau, kwa wale wapenzi wa stori, unaweza ukaniandikia hapo chini, kwamba si tunapenda